Macho na masikio ya Watanzania yameanza kuelekea mjini Dodoma ambako kesho waziri wa fedha Dkt. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kusoma bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Hii itakuwa bajeti ya mwisho ya serikali ya awamu ya sita ya Rais Samia Suluhu Hassan kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Katika bajeti za miaka mitatu iliyopita, serikali iliwekeza kiasi kikubwa cha fedha kwenye ujenzi wa miundombinu ya kimkakati hapa nchini, ikiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere na reli ya kisasa ya SGR, lakini wachumi wanasema kukamilika kwa miradi hiyo kunaweza kuipa serikali fursa ya kufanya kitu tofauti. E, kwa takwimu ambazo tunazo mpaka hivi sasa e, miradi imekwisha kukamilika kwa zaidi ya asilimia tisini na mingine imekwisha kamilika kabisa e, na mingine inaelekea ina, kuzinduliwa. Kwa maana yake ni kwamba sasa serikali inabidi kuhamisha E, yale mawazo yaliyokuwepo kwenye kusimamia ile miradi ya kimkakati na kuweza kwenda kuangalia maeneo mengine ya kiuchumi ili kuweza kuona namna gani ya kuweza e, kuwanyanyua watu kiuchumi, na ndio maana tunasema e, katika bajeti ya mwaka huu tupate bajeti ambayo inaakisi zaidi uchumi wa watu. Tanzania ni moja ya mataifa masikini duniani, ikimaanisha mahitaji ni makubwa kwa wananchi. Hapa ushauri muhimu unatolewa kwa serikali. Matarajio yangu kwenye hii bajeti ni kuona kwamba, kama mtafiti, ni kuona kwamba serikali inaweka kiwango cha kutosha kwa ajili ya tafiti mbalimbali mbali hasa kwenye suala zima la kilimo cha mwani kwa sababu ni sekta ambayo imewahusisha kina mama wengi. Ni sekta ambayo inaajiri watu wengi na imesaidia kwa kiasi kikubwa katika maisha yao kuwa na vyanzo vingi mbadala. Hili ni jambo jema. Na naro linategemea uchumi, kadri unavyokuwa uchumi, ukikuwa automatiki utazalisha mapato mengi zaidi. Makusanyo ya TRA miaka mitatu iliyopita yalikuwa kwenye trilioni mbili trilioni 1.8 mpaka trilioni mbili. Leo hii tunavyozungumza, mwaka 25 tumepanda mpaka trilioni tatu kwa mwezi. Kwa hiyo haya haya yametokana kwa sababu kuna shughuli nyingi, miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa, viwanda vimeanza kufanya kazi. Viwanda vikifanya kazi, charei anapata sehemu ya kwenda kukusanya kwenye kodi, ambayo kodi itakuwa rafiki, sio kodi hizi ambazo tunasema ni kodi za kero, ambazo watu wataku, wanapata tabu na wakati huu watu wanafisa kwa sababu ya kodi. Wananchi wengine nao wametoa maoni yao kuhusu nini hasa wanakitarajia katika bajeti ya kesho. Tarajia ya kwamba serikali itatenga kiasi kikubwa cha fedha hususan kuja kuboresha mazingira ya kujifunzia. E, ni bajeti ambayo ina mtizamo chanya kuboresha pale ambapo tumeishia kwenye bajeti hii tunayomaliza sasa. Ni mategemeo fedha hizi zitaelekezwa zaidi kwenye sera ambayo itakwenda kufanya Uh, biashara iwe nyepesi, lakini pia kwenye upande wa wakulima ambao biashara na wakulima ndio inabeba sehemu kubwa ya wananchi. Haya ni matarajio ya Watanzania katika bajeti ya kesho, lakini kwa sasa ajuaye kuhusu kilicho ndani ya hotuba hiyo ni waziri wa fedha, pengine na timu yake ya wataalam. Kwa wengine ni mpaka kesho jioni ndio tutajua mbivu na mbichi. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam.